Nianze kwa kumshukuru Mungu na kuendelea kuwatakia mwezi, mwezi wa Ramadhani. Nafikiri tumejiandaa tumejiandaa kucheza na Dodoma na kwangu mimi nasema kwamba haiwezi kuwa mechi rahisi na hasa katika mzunguko huu wa pili. Dodoma ni timu ambayo ni nzuri, mwalimu mzuri, mwalimu mshindani siku zote. Mwalimu Meki ni mwalimu ambaye anapenda sana ushindani na hata ukiangalia katika mechi yetu ya kwanza na Dodoma Haikuwa mechi rahisi. Dodoma ilikuwa ni mechi ngumu sana, kwa hiyo sisi Simba tunajua ugumu wa Dodoma, tunajua ushindani wao na tumejipanga pamoja na ugumu wao na ushindani wao, tukahakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Kwanza kwanza niwashukuru na niwapongeze wana wanasimba, kiukweli wamekuwa wakitupa sapoti popote tunapokwenda na wamekuwa na sisi, kwa hiyo kwa hiyo nawaombe waje kwa wingi kesho kutupa sapoti kama ambavyo wamekuwa wakifanya na niwaahidi kwamba sisi kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho. Nafikiri na ndio maana na, kama umenisikiliza, nimesema kwamba haitakuwa mechi rahisi, na hata ukiangalia hata mechi ya kwanza Dodoma alitupa ugumu sana katika kupata matokeo katika gemu yetu ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nasema kwamba haitakuwa rahisi, Dodoma wana timu nzuri, wana wachezaji ambao wazoefu, wachezaji kama kina Ajibu ambao ni wachezaji ambao wanaanza kucheza mechi yoyote na bila ku kuleta hofu yote kuleta upinzani. Kwa hiyo sisi tumejipanga pamoja kwamba na ugumu wao na uzuri waliokuwa nao kwetu sisi ni muhimu sana alama tatu katika mchezo wa kesho. Nikifikiri bado tunaendelea na majeruhi ambaye tuta tutaendelea kumkosa Che Malone Mponda na Kamara katika mchezo wa kesho, lakini Kamara kishaanza mazoezi na nafikiri katika games zijazo tutaendelea kuweza kuwatumia, lakini yote kwa yote kwamba wachezaji waliobaki wote wako kambini na wako vizuri kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Nafikiri na ndio maana, na kama umenisikiliza, nimesema kwamba haitakuwa mechi rahisi, na hata ukiangalia hata mechi ya kwanza Dodoma alitupa ugumu sana katika kupata matokeo katika game yetu ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nasema kwamba haitakuwa rahisi. Dodoma wana timu nzuri, wana wanachezaji ambao wazoefu, wachezaji kama kina Ajibu ambao ni wachezaji ambao wanaanza kucheza mechi yoyote na bila kuleta hofu yote kuleta upinzani. Kwa hiyo sisi tumejipanga pamoja kwamba na ugumu wao na uzuri waliokuwa nao kwetu sisi ni muhimu sana alama tatu katika mchezo wa kesho bado tunaendelea na majeruhi ambaye tutaendelea kumkosa Che Malone Mponda na Camara katika mgemu ya kesho, lakini Camara akishaanza mazoezi na nafikiri katika game zijazo tutaendelea kuweza kuwatumia, lakini yote kwa yote kwamba wachezaji waliobakia wote wako kambini na wako vizuri kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Ah, kwanza kabisa, kwa niaba ya wachezaji sisi tuko tayari kwa mchezo wetu wa kesho, ambapo tunaenda kupambana na Dodoma Jiji. Tunafahamu kwamba Dodoma Jiji ni timu nzuri yenye wachezaji wazuri na wenye mwalimu mzuri, kwa hiyo tunatarajia tuna kupata upinzani wa hali ya juu katika mchezo wa kesho, lakini sisi kama wachezaji tunajua wa kabisa mchezo wetu wa kesho, tunatakiwa tupate matokeo ya ushindi. Nianza kwa kuwashukuru wana Simba, mashabiki wetu wamekuwa watu muhimu sana katika, katika nafasi kubwa. Ningependa tu kuwaita katika mchezo wetu wa kesho. Tuna, tuna wahitaji sana walije kutupa sapoti na tunahitaji, tuna imani tutakuwa na mchezo mzuri na tunaweza kupata matokeo mazuri. Tunawakaribisha katika mchezo wetu wa kesho, na Simba karibuni sana katika siku, katika mchezo wetu wa kesho na Dodoma Jiji ni muhimu sana kwetu, ukizingatia ligi sasa hivi jinsi ilivyo ligi ni ngumu, na ushindani unazidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo pointi tatu ni muhimu sana katika mchezo wetu wa kesho, yaani ni muhimu kuliko kitu chochote katika mchezo wetu wa kesho.